Tuunaambiwa bwana kwenye dimba hili la Benjamin Williamu Mkapa, hivi ndivyo ambavyo unawaona, una watu wengi katika dimba hili la Benjamin Williamu Mkapa wamejitokeza. E, bwana inakuaje mwanangu? Mambo dada? Waoga bwanao wako wengi bwana, ngoja nizungumze nao mambo mambo kidogo. Haya bwana, tuendelee jo hapa moja kwa moja, mimi nakupasha na, na kujuza kwamba matangazo mbalimbali unayapata hapa mubashara yakiwa hapa kwenye dimba la Benjamin e William Mkapa. Mambo dada, selfi zima waafya kabisa mm. Timu gani unaishangilia? Yanga. Yanga nani amekuvutia leo kuja uwanjani? Mchezaji gani amekukosha mpaka unakuja uwanjaniao Natoa salamu gani kwa mashabiki wa Simba sports Club? Waambia chochote mashabiki wa Simba, basi una <laughs> <laughs> chochote cha kuambia? Basi shukran sana e, bwana hapa kwenye dimba hili la Mkapa mambo ni mengi, mambo yako mbalimbali lakini mbali, pia vilevile kila mmoja anakuwa anazungumza yake haswa kuelekea kwenye mchezo huu, hoja tuone ni kitu cha namna gani hasa ambacho kitakachokwenda kujiri baada ya dakika 90 0 dada yake, mambo moja, mara moja, njo moja, njo mara moja, mzima, lakini waafya kabisa eukav eh, waafya kabisazi wa... na waafya ukoteleana eh. Dada yangu, mimi nataka kufahamu kitu kimoja. Kitu gani ambacho kimekushawishi leo umekuja hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa? Watu wako haraka haraka, wa watu wanaheka heka bwana kwa ajili ya kuiona timu yao ikifanya vizuri kwenye uwanja huu wa Benjamin William Mkapa hapo baadaye majira ya saa 11, saa za Afrika Mashariki na kati. Kigoma kipo hapo, kinakuja na hawa, pasina shaka ni mashabiki wa Young Africans. Hey, bwana ni wananchi kweli kweli, hao ni wananchi kweli kweli hao. Ukisikia, okay, mtoto huenda atumwe dukani kawa ndo hii.

Ah, mambo ya buza hayo. <laughs> <laughs> eh, duo dai duo dai tukiwa hapa. uh, eneo hili ni Benjamin Mkapa, na hawa unaoona hapo ni mashabiki wa Simba Sports Club pamoja na Young Africans ndio ambao wako hapa kwenye uwanja huu wa Benjamin William Mkapa eh? <laughs> Hatari. Hatari. Hatari. Ngoja hapa tuzungumze na wawili watatu hapa kwenye kuelekea kwa mchezo huu eh. Wapo kamera gado hapa, wapo kamera kamera gado, kupo ni kubwa kweli kweli na kupo ni kubwa kweli kweli. Kila mmoja na tambo yake, kila mmoja na vile ambavyo yeye anaona. Njoo hapa, njoo hapa, njoo hapa bwana, njoo hapa Leo bwana, mbili tu hatuna mambo mengi yeah. Leo mbili tu hatuna mambo mengi yeah. Leo mbili tu, be, Sabu, eh, leo mbili tu. Asabu, yeah. Kwa sababu tushawapiga sana, kwa hiyo tuna muda lazima watie huruma kidogo, leo mbili tu, mbili tu, hatu tage nyingi akuwa mtu mbali hakuwa hakuwa anamalizia Pacome Zouzoua akatokea, yeah. yeah. Simba, Simba kafunichanganya tuna tunapiga nyingi hatakuwa ah, na huruma. Sababu sisi timu yetu bora. Eh, kwa hiyo atu... labda la, Mwenyezi Mungu katokea kwamba yani labda la, niwafurahishe na upande wa pili, lakini kutufunga sisi Simba hana eh? hana, beki. Hana, beki. hana. Tuna njia tu ya kupita kule yani hatuwezi ah, kutuzuia eh. Labda itokee tu kwamba yani Bwana nanyi niwasaidie jamani. Jamani, mmepigwa mara tano msaidie, yeah, mvunje ili mfanyaje? Mm. Eh. No, ukikutana na shabiki wa Simba unamwambiaje? Oh, lazima nimwambie pole sana yeah. Eh, lazima nimwambie pole sana yeah. Eh, nimwambie pole. Shabiki wa Simba pole sana. Haya, sawa. Wana, umetokea wapi? Oh, Kigoma, Kigoma hiyo. Umekuja mpaka hapa. Mpaka da. Nimekuja. Ah. iyompaka ah. uhakika Isa mechi ya dabi hey, hey. E, aa, niambie kitu kimoja bwana, kilichokufanya kutoka Kigoma mpaka hapa? kwanza nimekuja huko Kigoma nicheki dabi live hey. sawa hey. ilikuwa inakuja Kigoma inanikuta mimi niko mbali hey, ila leo hii nimeingia da hey. ubaya ubwela hey. tunawakatilia mbali tunaweza mbali tunawaweza tunawaweza, haona kitu haona kitu hey. Wewe unauliza? Yeah. Ukimweka pakome pale. Eh. Ah, wewe acha. Kwanza leo anaburuza watu wote. Eh. Yaani watu wote. Yeah. Kosi zima na Simba. Eh. Maliza maneno hifadhi mjuu. Mimi nakwambia live. Eh. Kama nitoka au unataka nikuimbie nyimbo ya Kigoma? Yeah. Kayenge yenge kumugole ndagize nyeleka yu alimye. Eh. Anyeleka menyo munane kasimba ndaye te kumugele yololo yololo amba waje. Yeah. Ndekulange ndekumulawa. Eh hiyo ndio ya Kigoma. Hiyo unasikia kayengeyenge, hiyo iyo kayengeyenge. Muulize mtu yoyote wa Kigoma na ielewa, sitaki wote waijue. Ila sasa Yanga akishinda leo goli tano, utanicheki nikuimbie nyimbo nyingine ya Kiha. Bwana limetani hilo, na mimi ni mzee wa kukutana na kugeuza left then nakupa na right, alafu nakwambia kwamba dabi imenoga bwana. Aliyekwambia dabi haijazi nani? Aliyekwambia Simba na Yanga haijazi nani? Nikisoma kwa mujibu wa takomida zangu, zinaniambia Benjamin Mkapa mpaka sasa ni watu almost karibia 34 mpaka 36,000 ambao wamejitokeza kwenye dimba hili la Benjamin William Mkapa. Sasa nimekuja na ajenda moja tu hapa ngoja kila mmoja aweze kuniambia kile ambacho anachokiona yeye na anachohisi pengine anaweza kwenda kumfanyia mtani wake hile, katika dimba hili la Benjamin William Mkapa. Kila mmoja tambwe, zilikuwa nyingi, ila sasa nikwambia kwamba kwenye hizi tambwe, kwenye haya maneno anayoyazungumza hawa watu, dakika 90 ndizo zitakazozungumza.